Kwamba hawa wanataka tu hela, tuchukue smart tuwalipe hela na hawa wadada tuwalipe mishahara mikubwa. Nashukuru kwamba hicho kitu ukikiwaza, ulichowaza ni ile solution, na leo umekuwa shahidi, umeipata hiyo suluhisho kwa sababu ulipata watu ambao kwa kweli kwa ubora wanaoutoa huwezi kumpata huyo dada. Kwenye hawa wadada wa mtaani ni ngumu sana. Mtaani utapata hawa hawa ambao ni unakimbizana nao, anakuja leo, kesho kakimbia, anakuja kesho, kesho kutwa hayupo, lakini sisi kwa sababu ya hizi training tunazo hapa na levo zao, kwa sababu pia tumeona hawa wenye ujuzi kuwapata kwa hizi hela ndogo ndogo, sio rahisi. Lazima umpe kidogo kiasi kinachoridhisha. Kwa hiyo tunashukuru pia na nyinyi kwa kutuelewa, kwa sababu ndio mnafanya ili wazo liweze kwenda. Uh, yani tungebaki tu na ushauri na mawazo, lakini usipopata watu watakaopokea mawazo yako ni kazi bure. Kwa hiyo pia na sisi tunashukuru kwa kutuelewa. Asante sana mabo nani, mpigieni makofi makubwa kwa mabosi wetu. Lakini ningependa wadada waliosifiwa wasimame, wasimame tuwaone, tuwashangilie kwa makofi makubwa kabisa. Jamani, bosi Feliste wenu amewasifia, afu amsimame. Ehe, makofi. Hao wote wawili ndio wadada wako. Huyo ambaye yuko karibu na watoto sana ni yupi Felista? naye tena Felista, ndio alitufungulia leo kwenye ile mada, na akaongea exactly kitu ambacho ni sahihi, kwamba anafanya kwanza, anatambua pale ni kazini, imagine. Kwa hiyo mimi sishangai bosi wake kutoa hizo sifa, maana hata yeye alivyochukua maiki akifungua mada alisema mimi najua pale sio nyumbani, pale hmm, ni kazini kazi. Sasa bosi wake anapotoa hizo sifa ukichanganya na alichokisema, kumbe ni kweli. Dada Felista, hongera sana na Mungu akubariki. Na huyu dada ni dada mnyenyekevu sana huyu dada anafanya kazi na sisi, huu ni mwaka kama watatu eh? E, na amekuwa ni kote alikofanya kazi mabosi wake walikuwa wanampenda sana, yaani sehemu anayoondoka bosi analia, bosi anasikitika. Kwa hiyo hongera sana sana sana, labda utupe siri, nini wewe, ni nini kinachokusaidia ili wadada wenzako nao wajifunze? Kama ukitambua upo kazini ni lazima kwanza uwe mvumilivu, manake kama mtoto akipanda amepanda hivo, utasema eh, na huyu mtoto ni vipi anafanya hivi? Ni lazima umvumilie kwa sababu ni mtoto, sio mtu mzima. Kwao lazima uende naye hivo hivo, unamwelekeza taratibu, atakuelewa eh, na bidii pia ya kazi inahitajika. Usione kama unateseka, unafanya, unatimiza. Hata ukikosea ndio kujifunza. Wow. Eh, makofi He, utaka kusema kitu? Uh, nikaanasema hata Jemima pia ye upande wa usafi, yaani yuko vizuri upande wa usafi, kupanga ratiba yake kila kitu, yaani kila mmoja ana kitu chake ambacho anasimamia vizuri. Kwa hiyo combination ya hiyo yote mbili inasababisha familia isonge, isongi. Wow. <laughs> <laughs> tupee maua yetu eh? <laughs> Eh, eh, nataka no sasa mi akili arudi kwa Felisa. Ngoja kwanza kwa, kwa wewe unasema tupewe maua yetu, bosi ametusifia nasisitiza tu maua shamba, halafu ametusifia. Ametusifia kwa ile na nataka niwaambie hichi kitu ndio mume wangu alikiintroduce cha kusema kwamba sisi hapa ni consultant wao wa hao watu, msikimbilie tu kuwapa wadada, wasikilizeni wana shida gani, sikilizeni mahitaji yao, alafu muwashauri Kabla ya yote wapeni ushauri waelewe wanachohitaji, alafu baada ya hapo, mtu atakapochagua huduma unayotaka kumpa, baadaye asije akakulaumu. Kwa hiyo amekusifia kwa kile ulichoki introduce mume wangu, jamani, ni maua yako yeah. <laughs> <laughs> nitaka ni, ni, niseme Felista, okay. una mike eh? nataka hii message wafikie, maana huyu yuko kama smart dada, si ndio kwako yeah. una elimu gani? la saba na, nataka wadada wote wasikie wa huko hapa na mnaotusikia huko, huyu yuko darasa ngapi? elimu yake <laughs> ndo hivyo, darasa saba. <laughs> Lakini elimu ya kwetu sisi ili ufanikiwe sio hiyo. Mnaokimbilia nini huko, alafu mnakuja hapa mnatambia mimi ni smart mm. mnaelewa huyu mm. nyinyi mtasema asaba, alafu leo hii utasema huyu hawezi kuwa smart, si ndio? Mnakujaga na vitu vyenu mbele kama masinia, si ndio? Lakini huyu ni smart. Dada akafanya kazi sehemu tatu, tunamwangalia kila mm. sehemu. Akitoka waajiri wake wanamtaka, waajiri wake wanamuulizia sehemu ambayo tumepata changamoto na sehemu, nikajua kabisa nikimpeleka huyu kuna kitu atanipa cha tofauti. Si tumeelewa? Kwa hiyo jamani, nyinyi mnakuja hapa, mnaomba smart au masmart wa nyumbani. Smart sio form 4 sio form 6 sio chuo sio degree sio master sio Kiingereza sio PhD. Smart tunayozungumzia sisi ni smart ya kazi za ndani, kujua malezi, mapishi, usafi na kujua kwa nini uko hapo na we ni mhudumu, yani unahudumia siumeelewa nimefanya maksudi ili waone wewe umekuwa umekua kama ni, ni, ni mwongozo kwao na dada kule pia. Wote wameenda kama smart. Sasa kuna wadada wengine wanafikiri kuongea Kiingereza au kuja hapa maneno mengi kapendeza, nafikiri ndio maana smart. Hapana. Smart ni utendaji wako wa kazi mzuri kwenye kazi za ndani. Kwa hiyo ndio maana hata sisi wenyewe tunaendelea kuboresha. Kwa hiyo msifikiri kama ukiwa la saba uwezi kuwa smart. In fact, unaweza hata ukaja ukawa professional. Itategemea wewe umejiendeleza vipi katika kujua majukumu yako na uwezo wako. Tunao wadada ambao wamejiendeleza wakiwa kazini. Kwa hiyo msifikiri hizo elimu za kawaida za shule ya msingi wapi ndo zitakuzuia wewe usilipwe mishahara mizuri, si ndio? Jamani, sawa. Tuna mafundi magari wameishia la saba, tuna mafundi ma electronics, lakini wote wameishia, lakini wameenda kujifunza kile kitu wanacho kifanya. si meelewa, umejifunza kitu unacho kifanya ukakiweza vizuri, kwa msije hapa na form 4 zenu form 6 na chuo na nini ukafikiri wewe ndio smart. Hapana, tumeelewana jamani. Kwa hiyo ongeleni sana. Uh, nafikiri madam pande kwa upande kwa kwa pan, kwa pan mwingine anawapigia kura taratibu kwa aya, wadada wa mwezi eh, sawa, yeah. Na nitaka tu nikazie kwa wale ambao wame wame pita hapa, a, a, nafikiri kuna mmesikia tunasema tuna mtaala tuna mtaala, si ndio? Na nimeona Kemirembe umezingatia vizuri mtaala wetu, maana sifa anazotoa bosi wako hizo kabisa, unaziona ni zile za yale mafundisho ambayo tumewapa. Kwa hiyo kama mkurugenzi mwenzangu anavyosema, kinachokupa wewe, kinachokupandisha thamani ni unavyoongeza ujuzi katika kile unachokifanya Sio kwa sababu umekuja na cheti chako hapana. Kuna watu wamekuja hapa na vyeti, lakini kazi za ndani, yaani ni zero kabisa. Acheni kufuatilia umbea, hautawasaidia. tuna content nzuri sana, tunawawekea pale, tunawaelekeza namna ya kufanya hizi kazi, ili muweze kufanikiwa kuzifanya kwa kufuata mwongozo wa kimungu wa neno la Mungu. Hakuna, hakuna dini yoyote ambayo inafundisha watu kwenda kuwa na ujeuri. Ipo? Niambie, labda kwetu sisi Wakristo ndio hatuna? Waislamu mnafundishana ujeuri? Hapana. Kwa hiyo tunawaelekeza, tunawapa mafundisho ya kimungu. Kwa dini yoyote ile, unapokwenda kufanya kazi kwa uaminifu, kwa haki, kwa upendo, ni sifa za kimungu. Ndio maana nikasema mshukuru Mungu mnakuja kwenye kituo hichi cha watumishi wa Mungu. Tunayoyafundisha dunia inajua, maana hatufundishi huku tukajifungia vyumbani, tunayaweka hadharani, wateja wetu wanasikia kitu tunachowafundisha, na ndio maana kila siku wanakuja hapa. Kwa nini? Kwa sababu yale tunayowafundisha ndiyo wanayoyataka mkayafanye kwenye nyumba zao. Sasa, bahati kubwa mlionayo ni kwamba hawa wateja wetu ambao Mungu anatuletea wako tayari kuwalipa vizuri kuliko huko nje. Kwa hiyo naomba sana muzingatie yale tunayowaelekeza. Msifikiri hawa mabosi hawajui, wadada wa mitaani huko hawajui, madalali walioko huko mtaani, na ni kwa bei rahisi kabisa, anatoa hela ndogo tu anapata dada na mshahara wake pia atamlipa mdogo. Kituo hiki mnalipwa hela nyingi na mabosi wanalipia hela nyingi kupata hizo huduma. Basi muende mkawe waaminifu na muende mkazingatia yale tunayo waelekeza. Kwa wale ambao wanataka ukitoka level moja uende level nyingine, tulisema tuna madarasa ambayo tumewaandalia. Kwa hiyo na imani kabisa, huyu dada ambaye alianza kama traditional na sasa hivi ni smart, yeye ni dada ambaye anaweza akafika mbali. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zake ameziwekeza kwenye ile kazi anayoifanya. Najua nyinyi mnasema nataka hela niende nikasome. Utaenda kusoma kitu, unarudi mtaani, una kazi Huwa nawaambia jamani, someni hata hizi kazi za ndani kwanza, kwa sababu sasa hivi zinawapa hela hela nyingi. Kwa nini usijiboreshe ukafanya kazi mpaka ukimaliza mkataba, bosi wako anasema hapana, twende wa dada center tukaongee vizuri, bado nataka uendelee kunihudumia? Kwa nini usifanye hivyo? Hela ni hela tu. Aliyekwambia hiyo hela unayolipwa ni nyingi ni nani? Toa huduma nzuri, umsuuze bosi wako moyo wake uone, kama hata kulipa zaidi Shida ni kwamba sisi wasichana tulishajizoesha kuwafanyia kazi ngumu wanaume. Mwanaume utamkatikia wee, utazungusha kiuno we, mwisho wa siku akutie mimba bila gharama na akutelekeze, unakuja hapa unaanza kutulilia, o, jamani, naomba mtaftie bosi niende na huyu mtoto wapi? Kwa hiyo hizo nguvu unazowekeza kwa wanaume, sijui ni bodaboda, ni nani, wekeza kwanza kwa bosi wako, fanya kazi zake vizuri kabisa. Utaishi naye vizuri, kwa amani, kwa upendo na mwisho utatoka na fungu lako la maana, utakwenda na wewe kuanzisha mji wako. Sawa jamani, tunaelewana eh? Ndio hivyo vidonge, ndio hivyo hapa. Ndio Dada, Dada, Dada, Dada Center.